Karibu. Habari yako? Habari yako tena. Mimi ni dada yako, niambie. Shikamo. Wewe si Sindelela? wewe haya, shikamo. Maraba haya, karibu sana hapa ndo nyumbani sante. Ah, lakini kuna jambo najiuliza sana kichwani. nilikuambia nitakufuata Mbezi, uliwezaje kufika hadi hapa peke yako? Ah, mama mada mgeni kashafika, mwacha yapumzike. <laughs> ni kweli sasa. Cinderella hawa ndo watoto wangu, huyu hapa anaitwa Malikia, huyu hapa anaitwa Leni. Ah, mimi naomba tu ufuate kilichokuleta sawa. Dada, nitafanya kilicho kilichonileta. Hapa mjini kuna mambo mengi, ukiyataka yote hutoyaweza vinginevyo, yatakuweza ya wewe. Kwa hiyo mimi ninachokusihi mdogo wangu, fuata kilichokuleta, jitahidi fanya kazi zako vizuri, lakini pia sipendi mdada ambaye ana mkono, ambaye anapiga watoto, sipendi kabisa. Kama una mkono wa kupiga, basi jaribu uacha. Sawa, msijali, sitawapiga, mtakuwa marafiki zangu. No, no, umeshaanza kufanya kazi zako vizuri sana. Sasa mimi natoka. Aa, hakikisha watoto wamekuwa wasafi wamekunywa maziwa sawa, alafu sitaki kuwaona wanatoka nje. hakikisha wanachezea humu humu ndani sitaki kuwaona watoke nje kabisa. Kingine napenda kuwaona watoto wangu wawe wasafi, sipendi kuwaona wakiwa wachafu. Kwa hiyo hakikisha muda wote wanakuwa wasafi, sio? Umenielewa? Basi mimi natoka. Sasa mimi natoka, hakikisha watoto anakuwa safi na wanakunywa maziwa. Sicho kilichonileta hicho, nitakuonyesha kilichonileta. Wakubwa wakubwa nyumbani, mnipe nguvu taka kwanza kazi yangu. He, dada umeshika nini hicho? Kwanio umeona nini? Hivyo vidude vinaonyeshwa kwenye TV ni vya wachawi? Ni dawa yangu hii. Dawa gani ipo hivyo? Dawa yangu ya kifua. Helen, naomba usimwambie mama, utakuwa rafiki yangu na utakuwa zawadi Yaani vipi, kwani ile faili umelisevu wapi? La wale wasila walokuja kuchukua mkopo jana kama silioni, kila nikijaribu kulitafuta ili nilisevu kule silioni. Yaani kila nikijaribu kusachi hapa sioni kabisa. Bado niko nyumbani mimi, sijatoka ah, sawa. Sawa sawa, naona nafanya no, no, na ni nini hapa? Eh? Oh, au naona mimi nacheza Nipo kazini hapa, eti mambo ya kazini yananichanganya na, na wewe unanichanganya. Umekula jala? Cha muhimu ni kwamba wewe ule ushibe, na uende shule ukasome, sijui unanielewa. Aya, naomba utoke hapa. Toka kwanza. Leni, jana nilikusikia ulikuwa unataka kumwambia mamako. Hivi nilikuwa nataka kumwambia. Ndio nataka nimwambie mamangu. Yule ni mama angu na lazima ni nimwambie. Siwezi kumficha kitu chochote. Kama ule sio uchawi ni nini uliokwepo nao jana? Huu ni uchawi kweli, na mimi ni mchawi. Ukijaribu kumwambia mama yako, nitakuwa wewe na huyo mama yako na mdogo wako pia. Sasa chagua, ukae kimya au uambie.